Salute kwa wakali wote ambao umechagua na mnaendelea kuitazama Global TV, this time kutokea pande za Mlimani City Century Cinemax, nipo na mkali huyu, ni bosi, ni bosi <laughs> amecheza kama boss pia kwenye Boss Lady, kuna movie kali ambayo inakuja, yeah, inajulikana kwa jina la Kiumeni, yes. Yupo mkali hapa, amecheza kama boss, kacheza kama drug dealer mm. Pia ndani tunazungumza naye mawili matatu kuhusiana na movie hiyo, lakini cha kwanza, anza kwa kusubscribe kama bado ulikuwa hauja subscribe, chini mm, ya video hii, kuna sehemu andiko ya subscribe, gusa pale, alafu subscribe. Kuna umbea <laughs> sio umbea, umbea, suna, matukio umbea, tufanye umbea, tunapeleka really. matukio. Yani ukifanya kitu kitu ambacho kinamuhusu mtu kweli kitaenda kwa jamii. Kwa uzo umbea ah, Sio umbea, ni maisha yako kabisa kile... amna umbea ni vitu real. Yeah. Umbea tu. Mimi muongo <laughs> <laughs> <laughs> E, tutuzungumzie kwanza Kiumeni imekuwaje? yeah. E, mchakato mzima mpaka ukahusika kwenye movie. Uh, I think ni, ni character ilitengenezwa nzuri sana ambao nimependa kitu Ernest alichokifanya, ni kwamba amekuja kumchagua mtu ambaye hamjategemea kwamba anaweza kumchagua, ni kitu ambacho kinashtua watu kwa wengi, kwa sababu huwezi kutegemea mtu atakuja kuact serious, alafu atakuja kuact character ambayo yani hajachekesha ni hamna, yani ucomedy wote ambao wamefanya mwandani zaidi ya kuact real life. Mtu kama mimi nitinje kuact kama labda ni doni ambaye eti nauza na madawa pamoja na bangi, kwa sababu bangi na madawa sana kama wote ni same moja yani. Sijui ipi ni dawa. <laughs> Ila kuna watu wanatukua bangi kama dawa, unajua, ukienda hospitali unapewa, kama ukiwa una stress sijui na nini, unaweza ukaandikiwa, labda unavuta kipisi kimoja kila mwezi au kila wiki. Kulingana na Bob Marley ndio alikuwa anaga hiyo. <laughs> It is no shade, huo bangi kupewa kipisi kimoja kila mwezi katika hospitali ipo, ipo, watu wanapewa bangi, bangi kama na nili kama dawa za stress na sijui nini nini, vitu vingi ambavyo wanavipunguza, wana ni mambo tu yale ya sana sana stress Mm. Inakuwa kwenye package ya vidonge bangi inakuwa <laughs> <laughs> ni bangi nimeanza kuona. Lakini nimeshaona nyingi sana nje nini na vitu kama kama, kuna watu wanapewa msokoto mzima, lakini ndio hivyo, kuna jamaa likamatwa juzi banki nyingi na yule jamaa unaweza kuta alikuwa labda ni uwanja wa hospitali. Unajua watu hawajui vitu kama hivi e, unaweza kuta alikuwa mlinzi labda alikuwa analinda pale na nini, masuala ya hospitali, sema hospitali imeshindwa kuja kuongelea hilo swala, labda anapaga anapaga tu ndo vitu kama hivi msinta msintafute mi nitakuja mwenyewe tu msintafute, maani sent msintafute, msinta msinta nakuja mwenyewe. Ugumu gani ambao umekutana nao katika kufanya hii movie, kwa sababu umezoea na hata tunavyoongea ni, yeah. ni full comedian alafu besti vile vile, vipi kule umeweza kucheza series na ukamaintain na ukafanya poa? Uh, mi na karakta nyingi tofauti kusema ukweli, na watu wengi hawajua ukiwa comedian unajua una act maisha tofauti tofauti sana, kwa hiyo kuna characters nyingi. Kama mimi naweza kuwa serious na watu awju, kama naweza kuwa serious, wanaona labda mimi la kila ninachekesha chekesha na vitu kama hivyo, lakini target yangu kubwa sana ni Hollywood. Umeshaona na ni kitu ambacho nadhani nilisema Global, mara kwanza kabisa mfanye interview yangu ya nisema kabisa nataka kwenda Hollywood, na ni, ni kitu ambacho naweka focus kubwa sana, nasema mapema ili watu usiku nisipofika wanisimange. Umeshaona, kwa hiyo kila nikiamka, najua da, Watanzania wanajua nataka niende Hollywood. Sijafanya kitu chochote cha ki-Hollywood Hollywood leo kwa ndio binijikaze, kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho mimi nafanya kwa sasa hivi, kwa hiyo ni it's, it's, it's, it's, a, it's a thing ambayo inanisaidia mimi kuweza kunipush kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja, yani haraka haraka niweze kufikia ile lengo langu. Kwa karakta kama hizi zinaonyesha jinsi gani nazoweza kufanya vitu tofauti tofauti, kwa mtu akifikiria movie yake ni kama kuna madirekta ambao wako serious sana wanafikia kufanya kazi nani nani? nani, nani. Sijui mtafuteni labda JB. <laughs> <Siyumibi. laughs> Tuki tukiangalia movie ulivyocheza umecheza poa, lakini Idris ni comedian, mm. Idris ni presenter, mm. Idris ni mtu ambaye anadili na ishu nyingi za entertainment. Wewe yes, umeamua kubezi hasa katika kitu gani ambacho unahisi kitakufanya Idris au ni brand ya Idris? Uh, lengo langu kama vile nilivyosema ni Hollywood. Kwa hiyo lazima nifanye vitu vingi sana vinavyo compliment kwa ajili ya kuweza kufika kule. Uweze kufanya kitu kimoja tu alafu ukafika. Ndio ile usiweke mayai yako mo, yote kwenye, kwenye basket moja, kwenye kapu moja, umeona? Kwa hiyo ni nafanya vitu vingi sana kwenye entertainment ambapo nilikuwa napenda sana, sana kuvifanya. Alafu niweze kujigundua mimi ni nani, alafu ndo nitakuja niweke focus yangu kubwa hapo. Labda baadaye nitakuja kufocus nzima maisha yangu yote atakuja kulenga kwenye movie tu.

mbele kabisa nitasimama na na kuna lim, kuna mzungu nitamshinda. Oh my god, minasema, yes my god god mimi mimi nasema yes fresh yani wamba, <laughs> kwa poor, yani poa oh, ni nitafanya vitu vikubwa sana na, wa ukule, sana sana, inshallah Watanzania wanani support wameanza kunielewa. Sijaamua kufanya na staili ya mtu yoyote, nimeamua kuwa mimi kama mimi, na na na nimekomaa sana kama tusi mengi na vitu vyote paka kufikia hapa leo hii, lakini inshallah Mwenyezi Mungu anatumove forward na, mnaona tu kabisa improvement inafanyika, yes. Una una promise wa Tanzania kuwapa muda gani hivi, labda utakuwa sasa hizo matuzo za Grammy za nini zinaanza kuingia ingia, zinawakilishwa na wao, utakuwa unawakilisha taifa? Anipe mwaka, anipe mwaka. Kutakuwa kuna vitu vikubwa sana vinafanyika vya kusogelea kwenye hiyo hatua hiyo Grammy. Sijui kama nitashinda mwaka kesho, lakini sijui, inshallah kama ikitokea. Lakini mimi naipa kama miaka miwili hivi, ndio naweza nikatoboa Grammy au nini, lakini kufika Hollywood, nadhani naweza nikafika hata mwaka huu Inshala, Mwenyezi Mungu akipenda, naweza nikafika, na Mwenyezi Mungu ananipenda sana, kwa hiyo ameshapenda kwamba nitafika. Uh, at least mwaka huu nadhani South Africa naanza kutoboa toboa, Nigeria, nikishajua kabisa kula pilipili vizuri, siniwashe sana, nitatoboa hicho ni kitu yani. Nigeria ni pilipili tu ndio inanizibia riziki, pilipili tu, nikaanza kutoboa tu pilipili. Ah, taona tu mwanangu, ninapotoka yani na Nah, yaani malizia mwanangu <tukali> ah. Acha nisamee nisamee, baby nisamee. Sijui kama kuna baby lakini baby nisamee, kama kuna mtu, si mimi ni baby wake basi baby nisamee lakini kuna Jenevivu yaani? ah, acha kabisa. Jenevivu habari nyingine <tukali> <tukali> eh <Hey>, mwanangu <laughs> Yule wa Tanzania na ni mtamu mm, ni ule kimkadasi na watizi yule mm, yani, wazungu wanasema come anda yani, maliziani ace na hiyoalznakuja <laughs> stand up comedy actually nakuja soon uh, sijajua nani lini exactly mwezi upi lakini nahisi kama kati ya mwezi wa 4 na mwezi wa tano hapa kati nitatoa kitu fulani mm nataka nianzishe pia, na Mwenyezi Mungu akipenda, nataka angalau nije kuanzisha kitu ambacho kitahusisha kita comedians wingi naka kinafanyika kila comedians ambao kila siku fulani ya wiki, ah, club fulani, ah, kucheka ni afya. Maana kuna watu nakuta, yani, Bumbana, bumbana, nini nini mambo kama hivyo yani. Unapenda kujaribu na umefanya vitu vingi sana upande wa entertainment vipi umefikiria umewahi kufikiria kuimba au kufanya hip hop hiyo ipoje ili kukamilisha sasa kufanya vitu vyote kwenye entertainment kusema kweli mi sipendi kubaka fani kiukweli kwa hiyo waga napendaga ku, ku respect na, na, na kama ikitokea nimeimba nitakuwa nimeimba lakini sio kwa sababu ya kuwa mwanamuziki mziki lakini kwa sababu ya kuja kusaidia hizo kazi zangu nazozifanya, labda kuna kitu fulani nimekiimbia kati ya hivi, lakini sio kwamba eti mwazee, sasa hivi jamani, mimi ndo nimekoma na mziki noma kabisa. Na ikitokea hivyo, sijui si nitaomba samahani sana, lakini mimi nimeshaweka fokasi yangu sehemu fulani. Najua ndio mimi, nina sauti kali, yani kina Michael Jackson kina, yani kina R Kelly kina Chris Brown, niko levo hizo, lakini bado sijataka kufanya kwa sababu kwa sababu naona kuna watu ambao wanajitahidi tahidi kidogo sipendi kuwabania riski zao, wakashindwa kupata hela kula. Kuna kina Alikiba, kina Diamond Platnumz, kina Baraka Da Prince. Nani huyu kijana ambaye anajifanya anaimba imba, huyu nani? Ben Pol Yani jikaze tu, yani jikaze tu, utafikia level zangu. Lakini na wa train, unajua wengine wananipiga hey, bro, naomba nisaidie hapa. Baraka ananipigia anambia, eti hapa niseme hapa nisemeje, kwa sababu alinipigia kwenye nyimbo yake na nili ile nisamee. Alinipigia akasema, hapa nataka niimbe hapa kana mara kwanza. Aliniambia akasema, hapa sijui nifanye nini, nisamee, nisamee. Nikamwambia ah, no, no, no, no shusha kidogo, nisamee, nisamee, ndo akaenda kuimba. Ah, kweli imetiki. Ndio umeona kwao na wasaidia sana lakini hawana shukrani, unajua ni wapuuzi yani, yani, mziki umejaa wapuuzi. Mtu anakaa ni hayo tu mwanangu, kina wengi, Boto, na mwingine mwingine. Kiba, Kiba na nani, ambao umewahi kuwasaidia wengi wengi hapo. Umezungumzia Baraka, mwingine nani? Na mwingine Kiba, Kiba pia na nani tena. Kiba alikuwa anataka wimbo wake alikuwa anatakiwa uitwe njo, nikamwambia no, huwezi kumwambia, basi mwambie njoo. Nikamwambia kwa nini useme njo, mwambie aje njoo haijakaa sawa basi, ndakuwa na sawa kuelewa kwa nilikuwa mimi Kiba, Jokate bado alikuwa amenona nuna kwa hiyo nilikuwa tuongee naye kwa wakati huo, yeah kuiko fresh, lakini kama nimewasaidia watu wengi sana hao, na nili Mondi naye Rokonolo alikuwa anaita yoite Kokonolo nikamwambia apana ka Roko Kokonolo inakuwa inafanana kama kokoro, kwa hiyo azikai sawa, kwa hiyo ita Rokonolo nasema afu kweli kweli. Kwa hiyo nimewasaidia watu wengi sana, waulize katika kuwasaidia wote ambao umewasaidia, sasa hivi pia tuzungumzie, kuna kuna post ambazo zinatokea, unakuwa una mposti Diamond kwenye, kwenye Instagram yako, Mondi pia anakuposti, alafu pia ukizingatia kwamba ni watu ambao mmewahi kushare mwanamke, mmewahi mapenzi <laughs> basi mmewahi kila mtu kwa Zamzam. Hii pojai haina tatizo lolote, au ndo mambo yameisha au ilizua beef kipindi kile au si wa kiume, wajua, kwa hivyo vitu Ah, unajua mnasogea tu. Unajua mapenzi ni kama sahani. Unajua mapenzi ni kama sahani. Mimi mwenyewe kuna mtu hivyo hivyo tu alinitumia. Eh, akamaliza akaniosha sahani, akaniachia, akaja akanidaka mdada mwingine. Umeshaona? Na ndio hivyo tunachana. Wewe mwenyewe kuna mtu mlikuwa naye hivyo hivyo. Akamaliza kukutumia kama sahani akaiweka mwanamke mwingine akaja akadaka. Umeshaona? Kwa hiyo ni kicho cha kawaida au kwa siku hizi walimwengu jinsi walivyo sasa hivi utandawazi umegeuka kuna mwanamke unakuta alikuwa ametumika naye, akamaliza kaoshwa, akaja kadako na mwanamke mwingine. Kwa nini mwanamke amedako na mwanamke? Nadhani utandawazi unaeleweka. Kwa hiyo ndo hivyo vitu kama hivyo vinafanyika. Kwa hiyo tunaelewa tu kabisa, mapenzi ndo jinsi yalivyo. Kwa hiyo mnaja kuweka stress sisi ni na wanaume, naanza kuikiana vinyongo na nini, wakati kila mtu atafuta la kula, una familia za kulisha, unaanza kugombana kisa mapenzi. Ni upuuzi kiukweli. Kama kuna mtu anagombana na mwenzake kwa sababu ya mapenzi, ni upuuzi waage wage, fans wa mm -hmm. Wage ambao wanafanya vitu vyote mm -hmm. Unaangalia Global TV, mi naitwa Idris Sultan. Uh, kumbuka kitu kimoja cha muhimu sana, mvua ikinyesha kuna mashamba, lakini kwa vile we ni mpuzi haufikiri kulima shamba, unafikiria kumlima mtu mwingine. Mungu anakuona.